Waandishi wa habari, ni kweli tumeiona taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha, kamanda e, Justin Masejo e, kuhusu e, Fred Kimbwambo ambaye amekamatwa kwa kutumiwa kuiba fedha ambazo zilichangwa kwa ajili ya mwenyekiti wa CHADEMA taifa Tundu Lissu. E, e, ni kweli na mimi hiyo taarifa nimeiona, lakini naomba niweke wazi jambo moja kwamba fedha ambazo zilichangwa hazikuchangwa kwa ajili ya chama wala fedha ambazo zilichangwa na wanachama na watu mbalimbali hazikuwahi kusimamiwa na chama. Ule ni mradi pekee wa familia kwa familia ya, ya, ya Lissu, ndiyo ambayo ilikuwa inaratibu hiyo michango kwa sababu ya upendo wa wananchi kwa Lissu. Hakuna kiongozi wa chama hata mmoja Hakuna, na, na, nataka kusisitiza hakuna kiongozi wa chama hata mmoja aliyehusika kusimamia ukusanyaji e, wa hizo fedha. Kwa sababu hiyo ninapenda e, kutoa rai na nimpongeze sana e, kamanda wa polisi wa Arusha e, Kamanda Maseju kumkamata huyo mtuhumiwa kama kweli kuna wananchi wema ambao walikuwa wanamchangia mwenyekiti wetu wa chama taifa kwa upendo e, kwa, kwa jina waliloliita funga mwaka na Tundulisu alafu mtu akajitokeza akatumia fursa hiyo akachukua hizo fedha e, jeshi la polisi na vyombo vya sheria vishughulike naye barabara, lakini niweke wazi chama chama akihusiki kwa sababu moja, chama chetu kina utaratibu. E, kina utaratibu mwenyekiti ambaye gerezani na wazicamasnaknamakamuwenyekiti e, waki chamaupande wa bara meshima eche mtu aliyenyooka mtu mkweli msimamizi anayesimamia watu na rasilimali za chama lingekuwa ni jambo la chama, tunamweka hazina wa chama taifa. Tuna ofisi ya katibu mkuu inayoshughulikia shughuli zote za kichama katika nchi yetu chini ya Mheshimiwa JJ Mnyika. Hivyo basi waandishi wa habari, hizi propaganda za kusema CHADEMA CHADEMA CHADEMA, CHADEMA imekula fedha za si kweli na narudia tena kwa sababu hili limejitokeza kwenye mkoa wangu Arusha hapa ambako mimi ndiye mwenyekiti na msimamizi mkuu wa shughuli zote za chama hapa. Ni jambo la kifamilia, na mtuhumiwa na matumaini anafahamiana na hiyo familia, kwa sababu asingeweza kupata access yoyote au mamlaka yoyote tofauti na familia. Hivyo familia ishughulike naye. Sisi CHADEMA hatuhusiki, tunashughulika na shughuli zetu za kichama. Nitake kusema kwamba sina kumbukumbu Fred Kokote ambako ni kiongozi wa uh, e, hiki e, chama Fred Mbombo aliyetajwa ila ninajua kwamba ni mwanachama. Lakini e, ifahamike hata Lissu ni mwanachama na ni kiongozi wetu. Na hata familia ya Lissu asilimia kubwa pia ni wanachama wetu. Lakini swala la yeye kwamba e, chama kimemfuatilia au hakijamfuatilia, chama chetu hakina tabia kufuatilia watu wanaovunja sheria na kufanya uhalifu, especially kama huo ambao ni wa kifedha. Hatuna utaratibu huo. Kama yeye ni mwanachama wa Chadema, na kweli amehusika, kwa maana ni kwamba anatuhumiwa na haijadhibitika, e, chama chetu akihusiki na watu ambao wanavunja sheria za nchi e, kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Sisi tunafuatilia mtu ambaye anapambania haki, anapambania demokrasia kwenye nchi yetu, anapambania maendeleo ya taifa letu, na anakisimamia na kukisemea chama chetu, jinsi ambavyo kinasemea Watanzania.